mpendwa mtazamaji siku ya jumamosi karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi mungu tafakari yetu tunaipata kutoka katika injili ya yohane sura ile ya tatu aya ya ishirini na mbili hadi ya thelathini nitaisoma siku ile yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya uyahudi akashinda huko pamoja nao akabatiza. Yohane naye alikuwa akibatiza huko Ainoni ai karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa, maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani. Basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohane na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Wakamwendea Yohane, wakamwambia rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. Yohane akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nilisema mimi siye Kristo bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bi arusi ndiye bwana arusi, lakini rafiki yake bwana arusi, yeye anayesimama na kumsikia aifurahia sana sauti yake bwana arusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye ana budi kuzidi bali mimi kupungua. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Tunakutana na somo ambalo linazungumza habari za Yesu Kristo na Yohane Mbatizaji. Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake. Na Yohana Mbatizaji naye alikuwa na wanafunzi wake. Baadhi ya wanafunzi waliokuwa wamemfuata Yohana Mbatizaji walimwacha wakaenda kuambatana pamoja na Yesu. Na nyakati hizo basi ambazo Yesu alianza kutenda miujiza mikubwa. Kabla huyu Yohana Mbatizaji hajatiwa gerezani, watu wakaanza kuondoka kwa huyu Yohana Mbatizaji, wanaenda kwa Yesu. Jambo hili likaleta wivu mkubwa kwa wanafunzi ambao walikuwa wamebakia kwa Yohana Mbatizaji, kwamba inaonekana huduma ambazo Yesu anazozifanya ni kubwa zaidi na zinawavutia watu wengi zaidi kuliko hawa watu ambao wamebaki kwa Yohana Mbatizaji. Kwa lugha nyepesi, Yohana alikuwa anaachwa Yaani, viwango vyake vya utakaso vilikuwa katika hali ya chini, viwango vyake vya huduma na neno vilikuwa katika hali ya chini. Sasa Yesu jina lake limeanza kuwa kubwa zaidi. Wanafunzi hawa wa Yohana mbatizaji wanaingia kuweza kumshawishi bwana wao kwamba kwa nini unaachwa, na kwa nini yule ambaye alikuwa amemtambulisha kwamba huyu ni Masia, yeye anawavutia watu wengi. Yohana mbatizaji kama watumishi wengine wa Mwenyezi Mungu katika maisha ambayo tuko nayo, kwamba umefanya kazi kubwa, umemtambulisha, umemwandaa mwanafunzi wako, na huyu mwanafunzi ambao alikuwa amemtambulisha umemwinua, anakuja kuzidi. Huyu Yohana Batizaji hakuumia ndani ya nafsi yake, hakupata wivu ndani ya nafsi yake, bali alikuwa ni mnyenyekevu. Tunajifunza kitu gani katika habari za utumishi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu? Kuna kipindi ambacho utakuwa juu sana, watu wote watakuja kwako wakitafuta neno la Mwenyezi Mungu, na kuna kipindi hiyo karama, huo uwezo wa kimungu ambao uko nao utaondoka na atainuriwa mtu mwingine. Yamkini huyo mtu mwingine ambaye anakuja kuinuliwa katika nafasi hiyo ni mwanafunzi wako. Lazima ukubali kwamba kila kitu na wakati wake. Kazi ya Yohana Batizaji ilikuwa imekwisha. Kazi yake ilikuwa ni kumtambulisha tu Yesu Kristo kwa taifa la Israeli na kuwafanya wana wa Israeli wamfuate Yesu Kristo. Sasa katika kipindi hicho ambacho wakati wake umeisha, na sasa lazima aweze kuwa chini, lazima aweze kuwa chini na Yesu aweze kuinuliwa, inaibua hisia tofauti kwa wanafunzi wake. Yohana Mbatizaji anasimama, anatetea hiyo hoja, anasema ilikuwa lazima iwe hivyo, akitumia mfano ule katika jamii ile ya Israeli kwamba bwana harusi anayofika atua kuweza kuoa, alikuwa anamtuma rafiki yake, anaenda nyumbani kwa bibi harusi, alafu atakaa pale akiwa anamlinda yule bibi harusi kwa muda wote ambapo huyu bwana hajafika, na pindi tu akifika huyu bwana, ndipo huyu rafiki yake mkubwa wa huyu bwana harusi ataondoka atamwacha huyu bwana sasa aweze kuwa nayo biharusi. Anazungumzia nafasi yake kwamba lazima mimi niweze kunyenyekea, na anatoa yale maneno ya mwisho anasema, yeye hana budi kuzidi, yani Yesu Kristo hana budi kuzidi, alafu yeye Yohana Mbatizaji anasema hana budi kuweza kupungua. Kuna kipindi katika kazi unaweza ukawa unatarajia kupanda tu, lazima ukubali kuweza kupungua kuna kipindi katika utumishi unaweza ukawa na mawazo kwamba nitapanda tu juu, nitakuwa katika nafasi ya juu. Lazima kubali kuondolewa katika nafasi kama hiyo. Je, ukiondolewa katika nafasi ya utumishi ulipokuwa unaheshimiwa, alafu unashuka kuweza kuwa katika nafasi ya chini kabisa, unajisikiaje? Yohana Mbatizaji alikuwa katika nafasi ya juu sana, alikuwa ameheshimiwa, lakini baadaye akashuka mpaka nafasi ya chini, na wale watu wote ambao walikuwa nao wakamkimbia, wakamwacha, wakaenda kwa Yesu na baadaye yeye akakubali kuweza kushuka. elfu mbili na ishirini na sita, kubali kuweza kushuka katika safari ya maisha yako. Katika kipindi ambacho umefanikiwa, kubali kwamba kuna nyakati utashuka, na nyakati zile kushuka uweze kuwa mnyenyekevu kama vile Yohana Mbatizaji, na ukubali kwamba watu wengine wapande juu waweze kufanikiwa. Kubali wengine kufanikiwa nawe uweze kushuka. Kubali wengine kufanikiwa, wainuke kama alivyoinuka Yesu, nawe uweze kuwa mnyenyekevu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.